Min shaytani rajim bismillahirrahmanirrahim thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'da. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dada zangu katika iman, tutaendelea na darsa yetu na leo hii nitazungumzia kuhusu usafi wa nafsi katika Uislamu. Dada zangu katika imani, usafi wa nafsi ni sifa adhimu ya Kiislamu ambayo yana, yaani, yanajumuisha mambo kadhaa: kujiepusha na aina zote yaani za mambo ya haramu na kuithibiti nafsi kutokana na matamanio mabaya na kushikamana na sifa nzuri. Dada zangu katika imani, um, usafi wa nafsi ni wa aina nyingi na uh, aina ya kwanza ya usafi wa nafsi ni ifatu taam wa sharab, yani kujiepusha na vyakula na vinywaji yani, huku ni kumaanisha yani kujiepusha na kuingiza kitu chochote uh, ambacho kimekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala mwilini kama vile risk ya haram, na kwa hayo imekuja kutoka kwa Jabir bin Abdillahi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Kabu bin Umar radiallahu anhu, ewe Kabu Ka, hatoingia peponi ambaye nyama ya mwili wake yani imeota kutokana na haram na moto ni bora kwake. Hadithi hii inapatikana katika musnad ya Imam Ahmad. Dada zangu katika iman, katika aina hii ya kwanza ya usafi wa moyo Muislam yani anatakiwa kutekeleza ibada hii tukufu kwa kufuata amri ya Allah subhanahu wa taala ya kujiepusha na vyakula na vinywaji vya haram ili kupata radhi zake Allah subhanahu wa taala na kuepuka adhabu yake. Aina ya pili ya usafi wa, wa, wa, wa nafsi, dada zangu katika iman, ni ifatul jawarih yani usafi wa viungo, usafi wa body organs Dada zangu katika iman, aina hii ya pili ya usafi wa nafsi, yani maana yake ni kwamba macho, masikio, yani mikono, miguu na sehemu za siri zote, yani haziko katika vitu vilivyoharamishwa, bali ni viungo vinavyohusiana na matamanio. Kwa hivyo zinahitaji yani eh, anahitaji mwislamu Uh, muislamu yan anahitaji yani, kushinda matamanio inayotokana na viungo hivi na kuzuia yani nafsi ili iweze kudhibiti viungo vyake yani, um, yani mwislamu asivitumie isipokuwa kwa yale yanayomridhisha nani Allah subhanahu wa ta'ala. Na aina ya tatu ya usafi wa moyo au usafi wa nafsi ni ifatul lisan. Yani, usafi wa ulimi, dada zangu katika iman, ni juu ya mwislamu yani, kuzuia ulimi wake kulaani, kutusi, kusengenya, kukashifu yani, yani kudhihaki na maneno mengine tu mengi yaliyokatazwa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala yani katika Quran, surat al-Ahzab.

Waman yutii illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adhima, yani enyi mlioamini, mcheni Allah subhanahu wataala, nasemeni maneno ya uadilifu, yani uh, atakutengenezeni vitendo vyenyu na atakusameheni madhambi yenyu, na mwenye kumtii Allah subhanahu wataala na mtume wake, bila shaka amefuzu kufuzu kukubwa. Dada zangu katika iman, mumin mwenye usafi wa aina hii wa nafsi yani, hatumii ulimi wake ila kwa kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno mazuri. Dada zangu katika iman, aina ya ine ya usafi wa nafsi ni iffatul faraj, yani usafi wa sehemu za siri. Hii dada zangu katika iman ni kwa muislamu mwanamke na mwanaume kufunika na kutoonyesha sehemu zao za siri, na kila mmoja wao ana sehemu zake za siri ambazo yani zimefafanuliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na lazima zifinikwe na wazilinde nafsi zao kutokana na yale aliyoyaharamisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wajiepushe yani katika kutumbukia kwenye shimo la uovu wa zinaa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aina hii au kuhusu aina hii ya, ya, ya usafi wa, wa nafsi anasema, wal yasta'fi fil ladhina la yajiduna nikahan hatta yughniya hum Allahu min fadlih ana sema, <tokino> na wajilinde na wale wasiopata cha kuoana mpaka Allah subhanahu wa ta'ala awaruzuku kutokana na nini? Kutokana na fadhila zake. Dada zangu katika imani, amesema pia Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran Surat Almuminun aya ya, ya kwanza hadi ya saba anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na aina hii ya usafi, wa, usafi wa, wa nafsi qad aflaha al-muminun

famanibata waraa dhalika wara, faulaika humul aadun, hakika waumini wamefaulu, ambao wamenyenyekea katika sala zao na wamejiepusha na maneno machafu na wakatoa zaka na wanaozilinda tupu zao isipokuwa kwa wake zao au kwa iliyomiliki mikono yao ya kulia. Dada zangu katika imani, aina ya tano ya usafi wa, wa, wa, wa nafsi ni ifat anil masalat, al ifati anil masalat yani, usafi wa nafsi yani, kutokana na kuombaomba. Dada zangu katika imani, ni juu ya muislamu kujiepusha na kuombaomba msaada na pesa kwa watu na kuamini kwamba Allah subhanahu wa taala atamtajirisha kutokana na na fadhila zake, kwa sababu yeye yani ndiye, uh, yani ndiye yeye aliye na, na usafi wa nafsi yeye ndiye ya, kwa sababu ya usafi wa nafsi wake, na Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika atamlinda. Ingawa usafi huu wa nafsi unahitajika kwa maskini, hali hii dada zangu katika imani ni, ni yani ni tofauti na tunavyoona hivi sasa barabarani, masokoni na hata katika milango ya misikiti, kwa, kwa kuwa watu ambao wa, wa, yani wamefanya yaani, wamekuwa yaani, ni watu ambao kwamba wamefanya kuombaomba kuwa yaani, njia ya kupata riski ya misaada na pesa na hata kuichukulia yaani, kazi hiyo ya kuombaomba katika milango ya misikiti kuwa ndio kazi katika maisha yao. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura Al-Isra aya ishirini na tisa wala <tipas> taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutuha kullal basti fataqud maluman mahsura wala usifanye mkono wako kama uliofungwa shingoni mwako wala yani usiukunjulie yaani usiukunjue mkono wako ovyo ovyo, utakuwa ni mwenye kulaumiwa ukifanya hivyo na kufilisika, ukiukunjua pia kadhalika ovyo ovyo pia. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kuleni, kunyweni, vaeni, toeni sadaka bila nini, israf wala kujionyesha. Hadithi hii imepokewa na Imam Al-Bukhari. Pia amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika kuwa hakuna mtu anayejifungulia mlango wa kuombaomba isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala humfungulia mlango wa umaskini, na ni bora kwa mtu kuchukua kamba yake akaenda mlimani, akakusanya kuni mgongoni mwake, na akala katika jasho lake, kuliko kuombaomba watu kitu, ikiwa watampa au watamnyima. Dada zangu katika iman, aina ya sita ya usafi wa moyo ni al-ifat Nabii Yusuf alaihi salam, yani usafi wa nafsi wa Nabii Yusuf alaihi salam. Nabii Yusuf alayhi salam alikuwa ni mfano bora zaidi wa usafi wa nafsi na hofi ya Allah subhanahu wataala. Imetajwa aina hii ya usafi wa nafsi katika hadithi ya wale watu saba ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala atawaweka katika kivuli chake siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na miongoni mwao ni mwanamume ambaye amefuatwa na mwanamke mrembo mwenye hadhi, lakini akasema, hakika mimi namuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya dada zangu katika imani yamehusishwa na mke wa al-Aziz Bibi Zulekha, ambaye alikuwa na cheo na urembo, alijaribu kumlawiti Yusuf Alaihi Ssalam, lakini Yusuf alijitenga naye kwa kuogopa nini? Adhabu ya Allah Subhanahu Wataala juu yake. Haya, dada zangu katika imani, yanapatikana kwa urefu na kwa undani katika Surat Yusuf aya ya ishirini na tatu hadi ishirini na nne. Dada zangu katika iman, kadhalika, zifuatazo ni baadhi tu ya njia zinazopelekea muislamu kufaulu katika ibada hii tukufu au kufikia ibada hii tukufu ya usafi wa nafsi. Njia ya kwanza, dada zangu katika iman, ni kutafuta ilmu ya kiislam na, ku, na, kum, ya, yani, na kumjua Allah subhanahu wa taala kufikia kiwango cha juu ya iman ambacho yani kitakuwa ni sababu ya kuzuia nafsi na matamanio yake. Yani njia ya pili dada zangu katika iman ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua mara kwa mara kwa ikhlas na kuwa mnyenyekevu mbele yake na kuomba kinga kutokana na kile kinachopelekea katika dhambi. Dam. Njia ya tatu dada zangu katika imani ni kujitahidi kujio, yani kujizoesha kuwa na subra katika joto au, oh, wakati wa joto la matamanio kwa kujikumbusha kuhusu malipo yani ya subra kama mojawapo ya ibada tukufu anayoipenda nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na njia ya ine ni kufunga soum, kwani ni som ni, ni mojawapo ya njia ya kuitakasa nafsi na kudhibiti matamanio. Njia ya sita dada zangu katika imani ni kufanya ibada nyingi za kujitolea ambayo yani vol, voluntary, voluntary acts of worship, kufanya ibada nyingi za kujitolea ambazo humkurubisha yani mwislamu kwa Mola wake mlezi na kupata mapenzi yake, na hivyo husaidia kuwa msafi wa nafsi. Na njia ya sita ni kulea watoto ipasavyo kwa kuzingatia kanuni na misingi ya Kiislamu. Na njia ya saba ni kufunga ndoa ya halali pia kadhalika kunapelekea mwislamu kupata usafi wa nafsi, na pia inaelekeza matamanio katika njia inayomridhisha nani? Allah subhanahu wataala. Inaelekeza matamanio ya mwislamu katika njia inayomridhisha nani? Allah subhanahu wataala. Na njia ya nane ni kuinamisha macho uto, yani, tunapokuwa katika yani sehemu zenye fitna, pia hupelekea kulinda sehemu za siri Ose, utupu utupu wetu na, usa, na usafi wake kutokana na nini na yaliyoharamishwa. Na njia ya tisa ni kujitenga na marafiki waovu, pia ni sababu ya kukatisha tamaa, kukatisha upuzi na yote yanayotokana na vishawishi vibaya. Dada zangu katika imani, mwisho kabisa ni cheo au hadhi anayepata mwenye kutekeleza ibada hii tukufu ya usafi wa nafsi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dada zangu katika iman, jambo la kwanza au hadhi au cheo anayepata au faida anayepata mtu ambaye kwamba atajivisha au atajiweka katika hali hii ya usafi wa nafsi ni kwamba dua yake inakuwa ni yenye kujibiwa na anakuwa ni mwenye ku kuokolewa kutokana na dhiki na balaa. Na kwa hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa mfano wa kisa cha watu wa pangoni na dua zao na jinsi Allah subhanahu wa ta'ala alivyookoa na dhiki na balaa ya pangoni e, kwani imehadithiwa e, kutoka kwa Ibni Umar kwamba um, um, watu kuna watu ambao kwamba wali walikwama pangoni na uh, kila mmoja akaamrisha uh, uh, aseme wema ule ambao kwamba alifanya nini uh, amewahifanya katika maisha yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja uh, kweli akasema wema alioifanya, na baada ya hapo akaomba, ya Allah, wakawa wanaomba ya Allah, kama kweli tulifanya haya kwa ajili yako eh, iondoe jiwe hili katika lango la pango ili yaani tutoke salama. Na kila walipokuwa wakiomba, jiwe ilikuwa ina inasonga ina, ina yenyewe kando kando, hadi wakatoka salama katika pango Aa, na, na jambo la pili au oh, hadhi ya pili anayepata uh, mja mwenye tabia hii oh, mwenye, mwenye sifa hii ya, ya usafi wa nafsi ni kwamba siku ya Kiyama Allah subhanahu wataala atamuweka katika kivuli cha ya arshi yake siku ambayo haitakuwa kivuli kingine isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wataala. Tuna mwomba Allah subhanahu wataala atujalie sote, eh, atuafikie na atujalie atujalie tu, tuwe na sifa hii tukufu ya usafi wa nafsi. Shukran jazila wa baraka llahu fikum.